Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Richard George Abwao, amethibitisha kukamatwa kwa afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe na kuwekwa mahabusu kwa tuhuma za kutoa kauli zisizo nzuri kwa viongozi wa serikali. Akizungumza na Main FM kwa njia ya simu asubuhi ya leo Aprili 3 mwaka 2025, RPC wa Tabora amesema ni kweli afisa habari wa Yanga Ally Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi na amekuwa akifanyiwa mahojiano tangia alipokamatwa usiku wa jana, mpaka sasa hivi bado amekamatwa kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Ni kweli tunashikilia afisa habari wa timu ya Yanga Ally Kamwe na anaendelea kufanyiwa mahojiano katika kituo kikuu cha polisi cha mkoa wa Tabora kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Tunaendelea kufanya naye mahojiano. Taarifa kamili tutakuja kutoa baadaye. Alikamatwa jana usiku takuthibitisha tunamshikilia na taarifa nyingine baada ya. Ali Kamwe na timu yake ya Yanga walikuwa mkoani Tabora kwa ajili ya mchezo wa Ligi Kuu uliochezwa jana dhidi ya Tabora United na Yanga kushinda mabao matatu kwa sifuri. Kabla ya mchezo, kulikuwa na maneno na kauli za hapa na pale kutoka kwa Ali Kamwe kwenda kwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ambaye aliahidi shilingi milioni 60 kwa Tabora United endapo wangeifunga Yanga. Hii ni kauli aliyoizungumza Kamwe ambayo inatajwa pengine ndio sababu ya kukamatwa kwake. Mtu wake aliyemtuma, huku kamtuma, huku anatuchokonoa sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kwanza kuomba radhi aaemua baada ya radhi tunashughulika, Mheshimiwa juma tano Chacha kweli